Naihusia nafsi yangu iliyo dhaifu mno na wewe unayenitazama kumcha Allah subhanahu wa taala, kwa sababu ucha Mungu ndiyo sababu ya sisi kupata pepo ya Allah subhanahu wa taala, ni sababu ya sisi kufanikiwa hapa duniani na kesho akhera. Ikiwa mwanadamu hayuko tayari kuyavaa mavazi ya ucha Mungu, basi hubadilika kuwa uchi hata kama amevaa mavazi Ndugu mtazamaji, leo hii tutazungumzia jambo muhimu, jambo ambalo wengi katika watu wameghafilika kwa jambo hili, wengi katika watu wamelidharau jambo hili, wengi katika watu wamelipuuzia jambo hili. Jambo lenyewe ni jambo la jirani, jambo la jirani. Jirani huyu ni vipi unaishi na yeye jirani huyo, vipi unaamiliana naye jirani huyo, kwa hali yoyote aliyonayo, unatakiwa ufanye lipi ambalo litakuwa ni la sawa. Kuwa pamoja nami ili tukumbushane, tufahamishane umuhimu wa huyu jirani. Ulama wanasema au wamezungumzia kadhia hii ya jirani

Mazala Jibrilu yusini biljar hatta dhanantu annahu sayawarithun, asema. Amekuwa Jibril akimuusia akiendelea kumuhusia kuhusiana na jambo hili la jirani. Angalia mtume, lah la, angalia anayetoa wasia na wasia huu unapewa nani. Anayetoa wasia ni malaika wa Allah subhanahu wataala, ni kiongozi wa malaika anampa wasia Mtume alayhi salatu wasalam, anamuhusia kuhusiana na jirani. Angalia nani anapewa wasia huu, ni Mtume alayhi salatu wasalam. Anasema hakuwa Jibrili anaendelea bado, anaendelea kumuhusia kuhusiana na jambo la jirani, hata dhanantu annahu sayuwarithuni, mpaka nikadhania kwamba huyu jirani huenda akawa ananirithi mimi. Kwa hivi ninavyohusiwa, huenda ikawa jirani huyu Mbona kana kwamba anaweza hata mimi nikifariki kulirithi. Lakini ni kwa nini? Ni kwa sababu kuonesha umuhimu wa kiumbe hiki jirani. Ulama wanamgawanya jirani kwa sampuli tatu. Jirani wa kwanza ni jirani ambaye sio mwislamu, ana haki ya ujirani. Si mwislamu, ana haki ya ujirani. Tusikilize vizuri hapa, wengi

Haki ya ujirani au haki, au ujirani wa sampuli ya pili ni jirani ambaye ni Muislamu. Ni jirani na ni Muislamu, kwa hiyo amebeba haki mbili: haki ya ujirani na haki ya Uislamu. Au sampuli ya tatu au jirani wa tatu ni jirani ambaye amebeba haki tatu: ni jirani yako, ni Muislamu na ni jamaa yako. Haki hizi tatu amezibeba yeye.

utakapopika mchuzi fa akthir maaha, basi kithirisha maji. Angalia mtume alayhi salatu wasalam anamwambia Muadh au anamwambia Abudhar, unapopika mchuzi katika nyumba yako kithirisha maji. Hajamwambia kithirisha nyama, kithirisha viazi, kithirisha kadha na kadha. La, amba fa akthir maaha, kithirisha maji yake. wataahad lijarik, kisha umpe na yeye jirani yako. Je, hali hii? Kwanza tukisimama kwenye hali hii, mbali na mchuzi, mbali na vipi, kuna Muislamu anakula katika nyumba yake na jirani yake analala njaa. Kuna Muislamu ambaye yupo na neema katika nyumba yake, au yupo na familia yake, wanaishi vizuri, wana afya nzuri, lakini jirani yake kuna mgonjwa hapo jirani yake, kuna mtoto amefukuzwa skuli jirani yake, kuna mtoto amefukuzwa madrasa, na huyu ana uwezo wa kutatua shida kama ile. Mtume alayhi salatu wassalam asema, man naffasa an muminin kurba min kurabi dunya naffasa allahu anhu kurbatan min kurabi yaumi lakhira. Sajirani angalia, tizama Maalasaf, masikitiko makubwa ni kwamba tuna majirani ambao ni ndugu zetu kabisa jamaa zetu, ni Waislamu wenzetu wa ambao bado hatujakuwa tayari kuwasaidia. Mtume alayhi salam asema yeyote ambaye atatoa janga na shida akamrahisishia ndugu yake Mwislamu, akamwondolea shida duniani hapa, basi Allah subhanahu wataala atamwondolea matatizo yale na zile shida zinazopatikana pat siku ya Kiyama akhera. Ndugu Mwislam, unapokuwa jirani, unakaa na majirani zako, jaribu kuyafanya mema, hata kama jirani yako ni muovu. Mema yako huenda ikawa ni sababu yeye kubadilika. Mema yako huenda ikawa ni sababu ya wewe kumfanya yule jirani yako akabadilisha maovu yake. Angalia maalasaf, sasa hivi tunaishi katika mazingira ambayo mtu hata anahofia mlango wake kuwacha wazi, wako ndani, ni mchana, hawajalala, lakini bado wanatia lock, wanafunga milango. Kwa nini? Kwa sababu ya uhatari wa jirani aliye naye. Tunaishi katika mazingira ambayo tunaogopana sisi kwa sisi, mbali na jirani, nyumba moja, lakini tunaogopana. Haya ndio mazingira tunayoishi. Tunatakiwa tubadilishe mfumo wa maisha yetu, tunatakiwa tubadilishe hali tulizo nazo. Na wewe jirani, ambaye una tabia ya kuenda kusalimia jirani yako, au una tabia ya kwenda katika nyumba ya jirani yako, usiwe na tabia ya kupekua macho na kuzungusha macho huku na huku. Kuna watu ambao tabia yao, anapokuja katika nyumba ya mtu, anataka ajue kuna makochi sampuli gani katika nyumba hii Hawa wanatumia TV inchi ngapi? TV ya sampuli gani? wanatumia feni ama ni AC? Umeona, kuna watu ni masisi TV katika nyumba za watu, anakuja ingia katika nyumba ya mtu, kisha anapeleka habari kwa watu nje, mnamwona fulani. Basi ukimwona nje mashaallah, lakini nyumbani kwake ukiingia tu unakaribishwa na takataka. Angalia, watu wanabeba aibu za watu na kuzipeleka nje. Huu sio jirani mwema. Jirani mzuri ni yule ambaye anastiri aibu ya jirani wake. Jirani mzuri ni yule ambaye anajali shida ya jirani yake. Jirani mzuri ni yule ambaye anashirikiana mambo yake yale mazuri ambayo yanaruhusika kushirikiana na jirani yake. Lakini sisi tunaishi katika mazingira mabaya sana, tunaishi katika hali ngumu sana Hali ambazo hata nyoyo zetu zimekuwa na chuki, nyoyo zetu zimekuwa na bugdha. Mtu ni mtoto wake kabisa, ameolewa, au ni mtoto wa ndugu yake, anaishi na yeye karibu, lakini anamuonea chuki kwa ile hali aliyonayo, anamuonea gere kwa ile hali aliyonayo, anatia hasad. Unamwona amekuja na ameomba kitu fulani, ameomba kitu fulani, lakini hana nia ya kukiomba hicho kitu, anataka kujua wanaishi vipi hawa watu anataka kujua je mume wake yukoje au mal asaf tumuona jirani amekuja mathalan kuna watu ambao wake zao hawatoki majumbani wake zao kazi zao ni ndani ya nyumba sasa anakuja jirani anataka kujua huyu mke wa huyu mtu ni mfupi ma ni mrefu ni mnene ni mwembamba yani mambo ambayo hayaingia kilini kisha hayachukue mambo haya ayapeleke nje ni tabia ambazo hazipendezi yule ambaye anammwamini Allah subhanahu wataala, na siku ya mwisho anatakiwa amfanyie wema jirani yake, jirani wake asalimike kutokamana na maovu yake. Na haya tunamwomba Allah subhanahu wataala ajalie ni katika mambo ambayo yatabadilisha nyoyo zetu na nyoyo za wale wasikilizaji. wallahu waliyu dhalika walqadiru alih wlafua minkum wsalamualeku